Taasisi ya kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC imesema Burundi inashuhudia mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Watu sita wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo huku zaidi ya watu mia moja wakilazwa hospitalini jiji la kibiashara Bujumbura na eneo la magharibi mwa nchi hiyo ndiyo kumeathirika zaidi kutokana na maradhi hayo ya kipindupindu. Mamlaka nchini humo zimechukua hatua za dharura za kukabiliana na janga hilo, ikiwa ni pamoja na kutoa huduma ya maji kwenye mabomba ya umma bila malipo. Kutoka Bujumbura, Ramadhan Kibuga anaarifu zaidi. Hapa ni katika hospitali Prince Jean Charles, moja mwa vituo vinavyowapokea wagonjwa wa kipindupindu hapa mjini Bujumbura. Zaidi ya wagonjwa 30 wamelazwa hapa, eneo lao limewekwa karantini mbali kabisa na vyumba vingine vya wagonjwa, chini ya uangalizi mkali. Mama huyu anauguza kwa mbali mwanaye. Niko hapa hospitali Prince Richard na zaidi ya siku tano namuuguza mwanangu, anaomba kipindupindu, alikamatwa na kuhara na kutapika Mbaya sana, waganga kwa kweli wamejitahidi kumpa maji, wamempiga serumu nyingi, hivyo wananiambia kama mtoto wa afadhali, anaendelea vizuri. Vile vile niko mbali naye, ili ugonjwa ni hatari, waganga hawakubali kuwa karibu na mgonjwa, niko mbali kabisa na mgonjwa. Mimi nakuambia karibu, jirani zangu wote walikamatwa na huyu ugonjwa, kamtake tukote kalikamatwa na huyu ugonjwa lakini wamejitahidi zaidi, wametibiwa na hivo afadhali, wanaendelea vizuri kwa kweli. Tukuwa tunaomba tupewe maji mazuri, tupewe maji safi ili tujikinge na huyu ugonjwa. Inaonekana huyu ugonjwa unaletwa na maji machafu, maana tunatumia maji machafu mtaani, hatuna maji maji kabisa, ni shida kwetu. Hamna taarifa rasmi kutoka hospitali. Ukiuliza unaambiwa maelezo zaidi utayapata kutoka wizara ya afya, lakini wizara ya afya wanayakini ukubwa wa janga hili. Mkurugenzi wa magonjwa wa mlipuko, Dr. Elian Ngengurutse, amesema zaidi ya kesi elfu mbili za maambukizi ya kipindupindu zimeshuhudiwa hapa nchini na eneo lilioathirika zaidi ni mji mkuu Bujumbura na mwambao wa ziwa Tanganyika, pamoja na maeneo ya mpakani na jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Aidha, Dr. Ngengurutse amekiri kuwa tangu oktoba watu sita wamefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu On Flor, cica, si kolera, watu zaidi ya mia moja na mbili wamezuiliwa hospitali kutokana na kipindupindu ikiwemo watu sita ambao wamefariki. Sehemu kubwa ya wagonjwa wanatokea wilaya za Nahangwa na Chibitoke mkoani Bujumbura. Sababu kubwa ya mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu, kwa mujibu wa wataalamu, ni uhaba wa maji safi katika maeneo mengi ya Bujumbura, hasa baada ya nishati ya umeme kukosekana kwa zaidi ya miezi miwili na hivyo kuwa na shida kubwa ya kusukuma maji kwenye makaazi ya watu. Mkaazi huyu anakiri kwamba uhaba wa maji ni changamoto kubwa. Wadau wa afya pia wanasema itakuwa shida kukabiliana na kipindupindu kama mazingira ya afya siyo mazuri. Nimezungumza na daktari Masumbuko Zuberi kutoka hospitali ya Kiraa hapa mjini Bujumbura. Ugonjwa hatari ambao katika muda wa siku mbili tatu nne anaweza kupoteza maisha. Na kipindupindu ni ugonjwa wa hatari, lakini ni ugonjwa mwepesi sana kutibu. Kitu kikubwa sana ambacho kinamwathiri na kupoteza maisha ya upotevu wa maji ya mwili, kwa sababu anaugua kuendesha, anaendesha au diaria, kwa muda mfupi anapoteza maji yake yote ya mwilini, na hiyo inapelekea kupoteza maisha. Tunaita ma electrolyte imbalance, inapelekea maybe renal failure na kupoteza maisha. Na serikali vilevile vile, ina mkono mrefu katika hali ya kuboresha usafi majumbani, kuboresha usafi katika watu ambapo wamekaa hawana vyoo, wamekaa ambao hawana maji, kuwasaidia kupata vitu lazima kwa ajili ya usafi ikiwemo sabuni, sana sana maji, maji, maji. Kutokana na maambukizi hayo makubwa ya kipindupindu mamlaka zimechukua hatua kadhaa. Gavana wa mkoa wa Bujumbura Alois Naikiengurukia amechagiza kuenezwa kwa maji safi pamoja na kuzingatia kanuni za usafi wa tumechukua hatua za dharura kwanza, watu kuacha kusalimiana kwa mikono. Tumeagiza kila nyumba iwe na choo kizuri, kinyume na hilo utaadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Pia kila makazi kuwepo na ndoo ya kunawa mikono kama ilivyokuwa wakati wa COVID-19. Tumeomba shirika la msalaba mwekundu kuweka tenki kubwa za maji. Mamlaka ya maji nchini nayo kuhakikisha huduma hiyo inapatikana hasa maeneo ya mlipuko, pamoja na kuweka mabomba ya umma bila malipookurihisha oanza mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu sio tu Burundi CDC wameripoti kwamba nchi kadhaa za Afrika zinashuhudia kuenea kwa janga la kipindupindu ikiwemo DRC, Angola, Sudan kusini na Sudani, ambapo taasisi hiyo ya muungano wa Afrika imetangaza kwamba watu zaidi ya elfu sita mia saba wameiaga dunia kutokana na kipindupindu tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Mimi ni Ramadhani Kibuga, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Bujumbura.